Karibuni sana waandishi wa habari, tuko hapa kama Samia Cup Mwanza mwaka elfu mbili ishirini na tano. Sisi ni waandalizi wa kombe hili, lakini tuko hapa kwa dhumuni la kulizindua rasmi kuelekea tarehe kumi na tisa Jumatano ya wiki hii. Melenu hapa, naitwa David Filbert Bernad, mimi ni msemaji wa kombe hili, mimi ni msemaji wa kombe hili Samia Cup kwanza, na niko na baadhi ya washiriki auona iia kila mmoja kwa... kwenye timu yake. Hapa niko na Smile FC, lakini pia niko na wengine wapo watakuja kuzungumzia kwenye upande wao, kila timu akupangazi. Lakini dhumuni lingine la konferensi hii ni uzinduzi pia wa cup. Ni pia kutafanyika dro pia ya timu, leo ndio tutapanga makundi kuelekea mashindano haya. Na mashindano hayo yatakuwa na makundi mawili ikiwa ni ambapo tunashiriki timu sita na timu hizi sita zitachuana ndani ya siku tatu na siku ya nne itakuwa ni fainali pamoja na playoff ya luza kwa mshindi wa tatu kupiga picha. Nashukuru kwa kupata nafasi hii kwa kuleta timu kushiriki katika mashindano makubwa ya Samia Cup Mwanza. Binafsi nilijiona ni mwenye faraja hasa kupata bahati hii kushiriki katika haya mashindano, lakini nawaonea huruma kwa sababu mpaka muda huu sijaona timu sijaona timu sijajua, ni kwamba watu majukumu yamewabana, ndiyo maana hawajafika. Lakini hata nikiona majina ya timu ambazo naenda kushuana nazo baada, mkokuwa nipo kwenye mfungo kidogo, nitawaonea huruma, lakini ki kiukweli sijaona timu ya kunisumbua lakini ongeleni kwa timu nzima iliyoamua kuandaa mashindano hayo ni kitu kizuri, na Mwenyezi Mungu awabariki. Lakini pia Smile litakuja kuleta chachu litakuja kuleta chachu katika haya mashindano, itakuja kuonyesha mpira unachezwaje pia washangili wake. Kwa hiyo niwaombe waandishi wa habari nsiishie leo kuendelee kuja kutupa sapoti, lakini pia wapenzi wa mpira natakiwa mje kwa wingi mje kwa wingi kuna mchezaji mmoja ni mrefu lakini akimtana Smile siku atapigwa kanzu nyingi sana kwa atapata kadi kanzu ya kusalia siku hii kwa hiyo ni watoe hofu mashabiki wote wa Smile With Me Foundation tutakuwepo kwa kuwakilisha vyema na kufanya kitu kikubwa na kizuri brother hujakosea wewe hujakosea kutuchagua hujakosea tutaleta chachu katika